Mtazamaji, tupo hapa msibani nyumbani kwa mzee Edwin Mtei. Huyu aliwahi kuwa gavana wa benki kuu ya Tanzania, BOT, lakini pia ni mwasisi wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema na mwenyekiti wa kwanza wa chama hicho. Tupo hapa nyumbani kwake maeneo ya tengeru yule, yani Rumeru, mkoa mkoani Arusha, ambapo ndugu jamaa na marafiki, lakini na viongozi mbalimbali wameendelea kuwasili hapa, ikiwemo viongozi wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, na muda huu hapa amewasili e, mwenyekiti za wa zamani wa chama hicho Mheshimiwa Freeman Mbowe, ambapo amefika hapa kwa ajili ya kutoa salamu zake za pole kwa familia. Bado tupo hapa na viongozi mbalimbali wanaendelea kuingia, huku tukijuzwa na katibu wa Chadema Kanda ya Kaskazini Mheshimiwa Ndondi Totinam kwamba viongozi wengine mbalimbali wataendelea kuwasili hii leo lakini na wengine kesho, ikitegemewa kwamba e, naibu katibu mkuu wa chama hicho Amani Golugwa atawasili kesho lakini na viongozi wengine mbalimbali wa Chadema. Bado tupo hapa mtazamaji, na tutaendelea kukuletea update mbalimbali kutokea hapa msibani nyumbani kwa e, mzee Edwin Mtei ambapo kwa sasa ni marehemu. Mwenyezi Mungu ailaze roho yake malipema peponi. Langu jina ni Baraka Lucas. Uh, majina naitwa Ndondi Totinam ni katibu wa Chadema kanda ya kaskazini ya kwa niaba ya chama kwa kweli, tumepokea msiba huu, ni mzito sana kwa chama chetu, lakini pia kwa wanademokrasia na Watanzania kwa ujumla, kwa sababu marehemu mzee Edwin Mtei ndio mwasisi wa chama hiki na ndiye pia vile vile mwenyekiti wa kwanza wa chama hiki na kama ambavyo mnafahamu wiki hii siku ya kesho, tunatimiza miaka thelathini na tatu ya usajili wa chama chetu na ndiye mzee Mtei ndiye alikabidhiwa cheti kwa cha kwanza kabisa cha usajili wa kudumu kama chama cha, cha siasa. Kwa hiyo nikimsiba kwa kweli, ambao umekuja katika wakati ambao hatukutegemea sana, kwa sababu tumekuwa katika kipindi ambacho tukikumbuka na kuenzi mchango wa kila mmoja wa kukifikisha hapa leo, tunapozungumza Chadema kama chama kikuu cha upinzani hakuna namna yoyote unaweza uka, ukaacha kumtaja mzee Mtei au ukaacha kutaja mchango wake. Kwa hiyo kwa kweli amekuwa na, na mchango mkubwa sana kwa chama chetu. Kwa hiyo sisi tunachosema ni chama kimefiwa, na ndio maana sisi kama chama tangu tumepokea taarifa hizi tuko hapa kwa karibu kushirikiana na familia na tutashirikiana na familia kwenye kila hatua kuanzia mwanzo mpaka mwisho kuhakikisha kwamba mzee wetu tunamlaza salama kwenye nyumba yake ya, ya milele. Kwa hiyo kama chama na tutashiriki kwa maana chama kizima, kwahio tunategemea uwepo wa viongozi wote wapu, wa kuu wa chama chetu watakuepo hapa wakiongozwa na Mheshimiwa Heche makamu wetu mwenyekiti, katibu mkuu, na viongozi wote pamoja na baraza lote la Ula, kwa maana ya bodi ya wadhamini wa chama chetu. Na katika kuenzi na kutambua huo mchango, vilevile kama chama tumejipanga kwamba kuandaa matukio makubwa ya kuadhimisha mchango wake. Kwa hiyo tunategemea kuwa na shughuli kwa siku mbili mfululizo, kwa maana siku ya Alhamisi na Ijumaa ambapo tutakuwa ni siku maalum tu ya kuenzi na kuzungumza mchango wake, ambapo viongozi wote wa kitaifa watakuwepo, viongozi kutoka kanda zote kumi nchi nzima watakuwepo, viongozi wa mikoa, viongozi wa majimbo, wanachama. Kwa hiyo ni kimsingi naweza nikasema kwamba chama kitahamia hapa kwa siku hizi mpaka tutakapohitimisha tukio hili kwa sababu ya, ya mchango na uwezo wake wa Mheshimiwa Mtei si aliyekisaidia chama hiki na demokrasia katika nchi hii mpaka hapa kufika. Msiba huu kama chama kwanza imewasikitisha kiasi gani? Lakini pia mtamkumbuka kwa, kwa, kwa kitu gani Mheshimiwa Edward? Kitugani kubwa tutamkumbuka kwa misimamo yake na mchango wake kama nilivyosema, na wote kama tunavyofahamu, mzee Mtei alikuwa ni governor wa Tanzania moja cheo kikubwa sana Lakini pia ameshakuwa waziri wa fedha. Ni nafasi ambazo zilikuwa zinampa maisha, naweza kusema naweza kumpa maisha mazuri, kwa maana mshahara, marupurupu, angeweza kuishi vizuri, lakini vyote aliviacha na kuamua kuja kuanzisha upinzani. Upinzani sasa kama unavyojua maisha upinzani, alivyo, magumu, leo pakata, tunazungumza chama kikubwa kwa kweli, commitment aliyoionyesha ni ni tunaweza kusema kwa kweli ni zawadi ya kipekee ni tunu ambayo tume, tume, tumepewa sisi kama Chadema tunaweza tukaweza tuna, tuna bahati sana kwa ile commitment yake ya kukubali kuacha kila kitu na kuamua kuja kuanzisha chama na kusimamisha mpaka leo kipo. Kwa kweli kwetu sisi ni, ni funzo kubwa sana especially kwa vijana sasa hivi kwa kweli kuacha marupurupu na, na, na vitu vingine na kuamua kupigania kitu ambacho unakiamini, hili ni funzo kubwa sana kwetu yeah. So, labda tuibie siri kidogo kati yetu, kipindi ambacho Chadema inapitia kwenye misukosuko ya hapa na pale, labda eh, Mtei mzee Mtei alikuwa anawaambia nini? Busara zake kwa namna yote, labda mko mnazungumza naye kutaka ushauri wake kuhusiana na kile ambacho Chadema mko mnapitia napaka sasa hivi ya pamoja ukiachana na changamoto za kiafya alizokuwa nazo na nini, lakini hata viongozi wengi wa kitaifa walipokuwa nakuja kaskazini, ilikuwa ni lazima, wengi walikuwa nakuja wanafika kwa ajili ya kuchota busara. Kwa kwa kweli alikuwa akitua akitutia sana moyo kwamba hiki ni kipindi cha mpito, kwamba tuvumilie yatapita. Na nadhani alikuwa akiasema kwa sababu alikuwa anajua yeye, haikuwa rahisi kuanzisha chama hiki hasa ametoka serikalini, afu baada ya hapo unaingia kwenye changamoto, unaanzisha kitu kipya. Kwa hiyo kwa kweli naamini haikuwa rahisi. Kwa hiyo kuna experience ambayo aliona na sisi ambayo tulikuwa ambayo tunayapitia. Yani aliona kwa sababu kama yeye aliweza yote kuvumilia na chama kikapata usajili wa kudumu kaweza kusimama na leo kimesimama kwa miguu yake. Kwa hiyo na yeye ndio ilikuwa yani, hii hasa ndio ilikuwa msisitizo wake kwamba yatapita tuvumilie yana mwisho, hiyo ndio